Ni Emily FX. Siku ya leo ningependa ni kuelezea setup au strategy nyepesi zaidi kuliko zote nadhani. Na strategy yetu inaitwa change of character au kwa jina jingine ungeweza unge kuita tu candle range, sio CRT au kwa kwa majina mengine unaweza kuita power of 3. Na ili, ili kuweza kuitrade hii setup yetu kitu cha kwanza lazima uweze kujua majira ya soko. Soko lina lina hatua ngapi na, na majira yake yapoje. Na katika majira wote na nadhani na tunaweza kutambua kwenye video zangu za nyuma nimeweza kuelezea soko lina majira matatu. Kuna Asian session, kuna London session na New York session. Wakati wa Asian session tunategemea soko li consolidate au li accumulate lijikusanye yani. Wakati wa session tunategemea tupate manipulation, yani udanganyifu. Na wakati wa New York session, tupate distribution. Ila kitu special ambacho, ambacho siweza kueleza katika video zangu zilizopita ni kwamba soko linaweza so likaanza na kudistribute kugawa. Sasa na tunategemea nini ku, ku, kuona yani, wakati wa saa tisa usiku soko limefunguliwa, mimi nimelala zangu, nimeamka soko lishadistribute. Ah, nimekosa move. Tegemea kendo ya masaa manne itakayofuata ya kuanzia saa moja kamili hadi saa tano itakuwa ni manipulation ambayo ni London session. Na baada ya hapo ya London session kuisha saa tano, tutaanza kupata distribution ambayo ni New York session, na ili ku, ku, kuielezea hii setup kwenye picha hapo, hiyo ilikuwa ni Oktoba saba USD, ambayo nili, nili catch move. Twende nikaelezea kwenye mfano wetu wa leo. Okay. Hii ni AUDCAD na ni movement ya tarehe nane mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika kuelezea kwangu nilikuweza kuelezea katika video zangu zilizopita, niliweza kuelezea kwamba soko huwa lina majira matatu. Kuna Asian session, London session na New York session wakati wa Asian session nimejaribu kuelezea kwamba soko huwa lina consolidate, na wakati wa London session ndipo tunapata manipulation na New York session ni wakati wa distribution, the actual move that we trade na target yetu huwa ni liquidity. Na katika kue, kuelezea nimeweza kuelezea kwamba wakati wa Asian session ni wakati ambapo soko lina accumulate nguvu linakusanya lina nguvu kwa ajili ya future movement na wakati wa London session ndiko sehemu ambako tunapata manipulation. Tukipata manipulation, kukatokea displacement ambayo ndio change of character. Hiyo displacement between kendo tatu, mfululizo mfululizo wa kendo tatu ikatuachia fair value gap, na imedisplace kwa juu, ime badili uelekeo. Bas ile kendo ya katikati pale ambayo ina fair value gap ni entry yetu ya kuingilia kuelekea kwe, kwe, direction ambapo imefanya change of character, na hiyo kitu inatokea wakati wa New York session ambapo ba, baada ya hapo itakuwa ni distribution. Jaribu kupitia mchoro chat hiyo mbele yako ili uweze kuangalia, je, hivi vitu nilivyoelezea vipo: consolidation, manipulation and distribution, and distribution. Okay, nimeza nimeweza kuelezea kwamba kuna wakati wa Asian session ni consolidation na wakati wa London session ni ni manipulation na wakati wa New York session ni distribution na wakati unafanya hivi vyote, lazima uzingatie muda. Muda ni kitu cha, cha msingi sana, ujue hiki kitu kinatokea ndani ya muda gani hadi muda gani, na hiki kinatokea ndani ya muda gani. Na mara nyingi wakati wa New York session, ambapo tunasema tunapata distribution, ni wakati wa ambapo inakuwa ni kuanzia saa saa tisa kendo ya ya masaa ya saa tisa hadi, hadi around saa, saa, saa kumi ni wakati ambapo tunapokea candles ambazo zinakuwa associated na zile news, news, taarifa mbalimbali, kuna kutana na maybe, kuna CPI, kuna zile gross domestic product growth GDP, bla bla, mambo ni mengi wakati huo. Ndio kati tunapata discussion na, na katika kuelezea nimesema yani yetu ni lazima tuweke kwenye fair, fair value gap. Kama tunavyoona kwenye mchoro na fair, fair value gap ni direction, direction ambako soko limechange character limebadilishia mwendo. Na kwa leo nadhani niishie hapo, vitu vingine nitazidi kuelezea zaidi siku zingine. Asante sana, asante kwa kusikiliza.